Nam um, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako kwa uh, ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba diva, baada ya kumwomba msamaha Diamond Platnumz, Juma Lokole ameweza kuibuka tena na kupitia ukurasa wake wa Instagram. Juma Lokole alisema kabisa kwamba eh, Diamond inabidi aweze kumsaini Ibra eh, kwa sababu uh, ukizingatia Uh, Ibra eh, ni msanii ambaye mwenye kipaji kikubwa. Kwa nini asiweze kusainiwa katika leko lebo ya WCB Wasafi? Sasa uh, ukitazama kwa umakini kabisa swala hili, inaonekana eh, ni kwa muda mrefu, uh, leko lebo ya Wasafi ilikuwa eh, na tamani sana eh, kupata saini ya Ibra eh, kwa sababu uh, kwa namna moja ama nyingine uh, walikuwa natamani kumwona eh, Ibra akiwa katika E, katika e, lebo ya Wasafi e, kwa sababu ukiangalia Wasafi e, ni sehemu pekee ambapo wenyewe wana, wanavyoona e, ana, wana, wanaweza kumkuza kijana na kuweza kufika mbali, na ukizingatia Ibra amefanya amehudumu e, kwa namna moja ama nyingine, inaonekana kabisa kwamba e, mambo yatakuwa mazuri kama atakwepo pale. Sasa Juma Lokole akaandika hivi, tunamchukua Ibra, wekeni kichwa e, kichwani ni semacho, ambapo tunaona e, inasemekana kwamba Diamond ameweza e, kumchangia Ibra, unaona e, ambapo e, Juma Lokole anasema kwamba tunamchukua Ibra ehe, wekeni kichwani, kwa sababu tunaona Ibra anaandika babu, shukrani sana mchango wako ni muhimu, akaweka pale ile message ambayo inaonekana Diamond aliweza kumchangia e, katika ile bilioni moja inayodaiwa na lebo ya Konde Gang, kwa sababu ukiangalia hivyo, e, e, katika hiyo liko lebo ya Konde Gang inaonekana kabisa kwamba e, lebo haitaki e, Ibra ajishughulishe na e, kazi zote za kisanaa na inabidi aweze e, kuilipa lebo e, pesa e, takribani bilioni moja ambayo wenyewe wanadai waliwekeza kwa msanii huyu e, wakati hajulikani, na mpaka hapo alipofika sasa, Juma Lokole anasema kwamba lazima wamchangie na lazima e, wamchukue e, au sio? Kwa maana hiyo ni kwamba Ibra e, atasainiwa pale katika lebo ya Wasafi, atasainiwa katika lebo ya Wasafi, na baada ya kusainiwa katika lebo ya Wasafi maana yake ni kwamba uh, Ibra ataachana kabisa na e, Konde Gang. Maana yake ni kwamba atakuwa mwanafamilia wa pale e, Wasafi, au sio? Sasa hii imekuja tu baada ya Diamond kuweza kumchangia Ibra. Kwa hiyo kitendo cha Diamond kuweza kumchangia Ibra e, inaonekana yeye Diamond ndio alikuwa anataka kuterminate mkataba taka ku mkataba na inaonekana kabisa kwamba walikuwa wanatamani kuona kijana huyu eh asipoteze kipaji chake, bali waweze kumchukua. Kumbuka pale kuna Zuchu eh, ambapo tunaona ndo kinara sasa katika lebo, ambapo tunaona shaondoka Mbosso, shaondoka Rayvanny, ashaondoka Lava Lava naye pia inasemekana kwamba tayari ashajiondoka katika lebo hiyo. Kwa hiyo sasa hivi Uh, wanaona ni namna gani namna gani ya kuweza kumsajili msanii mpya sasa, wakiangalia uh, kwa wasanii sasa hivi sasa hivi wa, kidogo wamepoa, kwa hiyo eh, kama endapo watafanikiwa hili basi itakuwa ni big up sana. Sasa was, eh, mashabiki wakaja eh, kumvaa eh, Juma Lokole, aila Juma, ulali we umbea tu ndugu yangu. Ningesema hapo kwenye michango Mondi ndo kamkimbiza, amuulize Rita Eh, amuulize Rita eh, kilimkuta ki, ki, ki, ki nini? <laughs> eh, kwa hiyo uh, pengine labda Diamond kumchangia imeweza kuleta eh, kitu tofauti kwa huyu. <laughs> Shabiki anamwambia eh, Ibra kama inawezekana basi aweze kumuuliza Rita, kwa sababu Diamond ni baili kinoma noma yani, Diamond ni baili sana, kwa hiyo eh, asije akajiachia, eh, amuulize Rita kilichomkuta. E, na Diamond mwingine sema, Lavalava kawashinda, mtamweza huyo Mmakonde? Kwamba yani, Lavalava umemshindwa aje, atamweza huyo Mmakonde? Kwa sababu e, ukiangalia uh, kwa upande mwingine uh, katika kazi ya kupromoti wasanii ni kazi ambayo ni kubwa sana na inahitaji uwekezaji wa hali ya juu e, inahitaji mtu mwenye umakini katika kuwekeza. Sasa wengi wanamuona kama Harmonize amefeli kwa sababu ya kila ambacho kinaonekana kwamba Ibra anatamani sana uwekezaji, lakini ndo hivyo, bosi hataki kuwekeza. Yaani bosi hataki kuwekeza, yeye afanyeje? Eh, bosi hataki kuwekeza, yeye atafanya nini? Haya, mmoja akasema atoe hela ndo aende. He, kwa hiyo uh, shabiki huyu wa Kondegang anasema kwamba we e, Ibra ili uweze kuwa safi ili uweze kuwa eh, katika eh, kuna namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kama uh, anataka kwenda katika lebu ya Wasafi basi alipe pesa eh. Mwingine sema sema dogo naye michango tushatoma utasikia kama tibisha mjomba wake alemeza panga eh. Mwingine sema shwa kikubwa tunataka 1b eh, yetu eh, period eh. Mwingine sema konde hana shida anasubiri bilioni moja tu aende mkini tusu tu maisha nyendo atawaimba e? sema <laughs> kama unaamini mashabiki wa Real Madrid, babu simba la masimba, please mwasaini dogo asirudi mtwara kijijini e, yani kama inawezekana aweze kumsaini wedogo, kidogo ana kipaji kikubwa sana kiukweli, yani akiachilia mbali E, mambo yote yanayotokea ni msanii mwenye kipaji kikubwa sana kwa hasa kwenye mwenye jicho la uwekezaji kama Diamond akiwa serious e, basi alipe hiyo bilioni moja e, na kuweza kumsaini kijana huyu, kwa sababu itakuwa ni faida kwa WCB, lakini pia itamsaidia katika e, karia yake ya muziki. E, kumbuka bwana WCB pale Revani kujiona na kina Maluma, kina Jackson Delulo, eh, De eh kujiona wasanii kibao duniani ilikuwa eh, ni uwekezaji wa Diamond Platnumz. Kwa hiyo eh, tunaona kwa upande wa Ibra eh, naona anapigiwa pato sana. Juma Lokole kalivalia njuga na kusema kwamba watu waliweke akilini ili jambo nalo lisema eh, kwamba ipo siku ataingia katika lebu ya Wasafi. Sasa leo ameitwa Basata kwa hiyo tutaangalia uh, ni kitu gani ambacho kitaenda eh, kuzungumzwa, kwa sababu eh, kule Basata bwana, baraza la sanaa Tanzania eh, wamewaita eh, juu eh, wamewaita eh, Ibra pamoja na Harmonize ili waweze kwenda kuyamaliza au kumaliza tofauti zao, na kama eh, inawezekana eh, basi waweze eh, ku waweze kumalizana E, kwa amani kabisa na kwa namna moja ama nyingine, Ibla kama anadaiwa hiyo pesa basi aweze kuitoa, na baraza litaangalia ni namna gani ya kuweza e, ku, kuangalia ni wapi ambapo e, pamepungukiwa, lakini pia ukiachilia okay, mbali na hivyo basi waangalie e, kwa namna moja ama nyingine hii kuweza kumsaidia dogo ama lebo ya Kondegang kwa sababu wametoa pesa, watu kwa mfahamu Ibra, kwa hiyo wamempromoti kufika hapo ili waweze kupata haki yao. Unalipa kuzungumzia kuhusiana na Juma Lokole eh, kuomba ah, Diamond amsaini Ibra, dondosha maoni yako kisha na subscribe.